Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wizara ya Madini Oktoba 18, 2025 imeshiriki bonanza la michezo iliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari John Merlin jijini Dodoma, likiwakutanisha watumishi kutoka taasisi zote za Wizara. Bonanza hilo limekuwa sehemu ya utaratibu wa kila robo mwaka ulioanzishwa na Wizara ya Madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde kwa lengo la kujenga mshikamano, afya bora, na kuimarisha ari ya watumishi kuweza kuitumikia serikali ipasavyo. Akizungumza katika bonanza hilo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Injinia Yahya Samamba, amesema michezo ni nguzo muhimu ya kuimarisha umoja, afya za watumishi ili kuepuka magonjwa yasiyoambukiza ili waweze kuishi maisha marefu na hatimaye kuongeza ufanisi kazini, kutimiza malengo iliyowekewa wizara na serikali. Amesema aendelee kuwapongeza sana taasisi zote, Tume ya Madini kuendelea kuwaheshimisha kwenye makusanyo, STAMICO kwa kuendelea kuwalea wachimbaji wadogo, kuwapa ushauri na mitambo na kuwa nao karibu, GST kuendelea kuwasaidia wachimbaji wakubwa wakati na wadogo kwenye masuala ya kijiolojia TEITI kuendelea kutoa taarifa kwa uwazi kwenye sekta ya madini ili wananchi wafahamu mwelekeo na imechangia kitu gani na kikubwa zaidi kuwavutia wawekezaji kuhusu uwazi na usimamizi wa rasilimali madini. Bonanza hilo limehusisha taasisi zifuatazo: taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, shirika la madini la taifa Stamico, Tume ya madini na taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia. Mohab TV, Dodoma.